Ili kupata wagombea watakao tuwakilisha serikalini. Kwa hiyo upande wa manispaa ya Kahama, sisi tuna halmashauri tatu, ambaye ni manispaa ya Kahama, tuna halmashauri ya Msalala na tuna halmashauri ya Ushetu. Sasa kote tulikuwa tunatafuta e, wenye viti wa halmashauri kwa hizi halmashauri mbili na meya wa manispaa. Kwa hiyo manispaa moja kwa hiyo e, tumefanya uchaguzi leo wa ndani ya, ya chama na matokeo ya nafasi ya meya ni kama yafuatavyo: wagombea walikuwepo watatu, Abedi Juma Mabao, Mataluma Kanuda Kaniki na Yahaya Ramadhani Ndara. Aliyochaguliwa hapa kuwakilisha manispaa na madiwani wote ni Mataluma Kaniki na Kanuda Kaniki, huyu ndo anaenda kuwa mstaiki meya wetu. Lakini naibu meya walikuwa kwa tatu, Lutahondi Tabu Katoto, Elisha shauli ya Mlutubidia na Shabani Pius Mikongoti, aliyoshaguliwa ni Shabani Pius Mikongoti. Lakini tuna msalala msalala salala e, Eh, kalikuwa wagombea wawili Mibako Lugalila Mabubu, na John Mtwana Mahona. Aliyochaguliwa ni Mibako Lugalila Mabubu. Makamu mwenyekiti waliogombea walikuwa tatu, Ibrahim Six Masanja, Flora Lawrence Sagasaga, na Thomas Muhandi Simon. Aliyochaguliwa ni ndugu Ibrahim Six Masanja. Hiyo Mtalala Ushetu kulikuwa na mgombea mmoja Gagi Lala, Gaga Gagi Lala Gagi. Kwa hiyo Gagi Lala Gagi ame, yeye alichaguliwa kwa kura zote. Na makamu eh, kulikuwa na wagombea wanne pili, Edwin Sonje Emanuel Makashi Kisabo Paul Sai Gorani, Sharif Samuel Adriano. Aliyochaguliwa hapa ni Emmanuel Makashi Isabo.